Mambo vipi? Hope wote mko poa jamani, nipo hapa na mgeni wetu atajitambulisha majina na kuta, kuna vitu ambavyo tutajifunza kutoka kwake na pia atatuambia experience ya Omani kwa muda ambao amefika, kitu gani ambacho amekiona kizuri na kibaya, anamsihi vipi mtu ambaye anataka kuingia Omani. Kwa hiyo tufuatane naye ajitambulishe majina tumhoji maswali na yeye atufundishe baadhi ya vitu, karibu unavyojisikia kuwa huru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina naitwa Hadija Mzamiro Kitumba. Aya Hadija, mi naomba nikuhoji, nikuhoji, kuna vitu ambavyo nakuhoji hapa ambavyo mtu anayekutazama atajifunza kupitia wewe. Kitu ambacho kilikufanya utamani kuingia Umani pamoja na vitisho vyote, au labda niseme hukuwahi kusikia kwa Omani kuna vitisho au kuna hatari gani mpaka ukatamani kuja? Nilikuwa nasikia watu wakiadisia mm Omani. -hmm. kuna matishio mengi mm -hmm. watu wanauawa mm -hmm. watu wananyanyaswa, lakini mimi sikujali kwa sababu ni mojawapo ya changamoto za maisha mm -hmm. kasema na mimi naenda mm -hmm. nikajionee mwenyewe nikatafute mm -hmm. nashukuru Mungu mpaka hapa niko salama, nimefika na naendelee vizuri, nafanya kazi, hakuna kitisho cha aina yoyote ambacho kipo. Kitu ambacho utapenda kumwambia yule ambaye anataka kuja Omani, au yule ambaye anasema natamani niingie Omani, au yule ambaye yupo Omani tayari, ambacho unapenda kumsii ili awe sehemu salama au mikono salama, sipitie changamoto yoyote, unamsii kitu gani ambacho we ulichokiona? Kuwa unatakiwa uwe ni mtu wa aina gani Omani ili uweze kukaa uwe ni mtu ambaye upo makini na sehemu ambaye umekuja. Jua cha kwanza kilichokuleta ni kitu gani? mm -hmm. Ufanye kazi vizuri kwa uangalifu. mm huo -hmm. Mtii, usiwe labda mdokozi wa kuchukua vitu vya watu. mm hapo -hmm. Utajutia maisha yako Tengu labda umechukua mme wa mtu. mm -hmm. Hilo usifanye hivyo, kwa sababu ukija huku, jua kilichokuleta ni sehemu moja, utafutaji wewe. mm -hmm. Pambana na kazi fanya kazi vizuri mm -hmm. Utaishi maisha mazuri, hautaona omani pabaya wala nini. Kwa hiyo wenzangu, ambao mnatamani kuja, msiache kuja, njoeni ijo tupambane. Huku ni sehemu ambayo ya utafutaji. Vitisho vya wanadamu visiwachoshe mshindo kuja huku kupambana. Kwa hiyo mnakaribishwa, njoeni tupambane. Nimefurahi jamani, watu ambacho tunachofundishwa hapa kuwa Ufate kilichokuleta yani, wewe kama umeingia kazini, fanya kazi usi, usiingie kazini alafu ukaanza mambo mengine. Na kuna kitu ambacho naweza ni kuuliza idadi ya, ya watu wanasema matumizi ya simu. Kuna wengine wananyang'anywa simu, kuna wengine wanazuiliwa kabisa, uwezi kuongea na simu nyumbani. Kuna mwingine labda anasema akifika anapewa kazi nyingi, kwa hiyo unakuta yani mpaka anachanganyikiwa, anasema bora tu nirudi nyumbani. Wewe hicho kitu kwa ulivyokiona kwako wewe binafsi umeingia kama mpambanaji, unajua malengo yako ni nini? Ni nini ambacho umejifunza hapo, au kitu gani ambacho namwambia mtazamaji hawezi kuelewa nini? Mtazamaji, kitu ambacho mi nimefika huku na nimejifunza, nimekiona, swala la kusema kunyang'anywa simu, hilo ni swala la uongo ambayo binadamu tunazusha huku. Ukifika hata kama huna simu, bosi anakupatia unaishi vizuri, simu yako mwenyewe. Utajua huu ni muda wa kushika simu mm -hmm, na kuna baadhi ya muda utajua huu ni muda wa kufanya kazi. Kwa hiyo kitu cha kunyang'anya simu iko hakuna hakuna, hayo ni matishio tu, na adamu akijisikia kuongea. Kwa hiyo hilo hapo lisiwatishe ndugu zangu, mimi nimefika hapa kama hivi ninavyoniona, niko sehemu salama, nashukuru Mungu, na simu yangu ninayo naendelea kutumia, kisijaona kama kunyang'anywa simu iko ni kitu cha uongo. Ah, okay. Ina maana kumbe ili simu niwe nayo nisinyang'anywe, na wala simletee matatizo, nitenge muda wa kazi na muda wa kutumia simu yangu. Jamani ndugu zangu, mmejifunza hapo kuwa simu isifanyike kuwa ndio ibada kwako. Ukifika kazini, yaani tenga muda huu, muda wangu wa kutumia simu, huu muda wangu wa kazi. Kuhusu kupewa kazi nyingi, inakuwepo hiyo, inakuwa iko hivi, ngoja nitafsiri mara nyingi unakuta unaenda nyumba ambayo mfanyakazi labda alisafiri siku nyingi, wewe mpya ambapo unafika unafanywa ile training ni kazi nyingi, nyingi huwa zinakuwa ni kweli nyingi. Kwa hiyo zaidi ya yote wewe ni kupambana na zile kazi tu, hakuna kingine. Eh, tunapiga tu story kabla ya kuingia live. Nipo na best friend ya wangu hapa, mdogo wangu, ndugu yangu kipenzi. Kama tulivyokuwa tuna utaratibu wetu wa kujifunza kwa watu wengine ambao wameshaingia Omani watuambie experience yao kasoro faida, tumsikie hapa, atuambie sasa, jitambulishe okay. Hello guys, mambo vipi, mko poa na tumae, mko wazima? Mi pia niko nikopoapoa kwa atoa labda nisema hmm. Utume usia weka mic. Utume usia, natamani nifahamu kwako wewe ambaye umeshaingia Omani. yeah. Kitu gani ambacho unaweza ukamwambia mtu ambaye yuko Tanzania awe na tahadhari kabla hajaja huku au, au ni kitu gani unamwambia anatakiwa akijue kabla ya kuja ili aweze kuwa salama kama wewe ulivyokuwa salama? Okay, sawa Yaani kitu kikubwa unachotakiwa kuwa nacho wewe, mtu ambaye unatakiwa kuja Omani, aidha Qatar, aidha Dubai, nchi yoyote kutoka Tanzania kuja huku kwa niaba ya kazi, kitu kikubwa unachotakiwa kuwa nacho wewe cha kwanza ni uvumilivu, uvumilivu. mm -hmm. Ukiwa na uvumilivu, unaweza kusolve mambo yote ya huku. Pia kitu cha pili, unaweza unatakiwa kuwa na ujasiri Yaani ukiwa na ujasiri halafu pia ukawa na uvumilivu, ina maana haya mambo yote hapa katikati kwako hayawezi kukushinda hata kidogo, hayawezi kukuvunjisha moyo hata kidogo. Utakuja utafanya kazi kwa changamoto zote ambazo utakazopita nazo. Ukiwa na hivi vitu viwili zote unafagia, yani unaona ni kama kawaida tu kwa ina maana unamsii mtu alioko nyumbani au ambaye anatamani kuingia kazini au ambaye yupo kazini awe yeah, jasiri na awe anafahamu nini anakuja kufanya yeah. Yani, atikiwa ya awe jasiri na pia awe na uvumilivu, na atambue kwamba huku anachokuja kukifanya niki, niki nini? ni kinini, ni kazi, ni kazi. Unatoka nyumbani unakuja huku ni kwa niaba ya kazi, mambo mengine yote unaachana nayo, kwanza unadili na kazi. Kwa chochote kile yaani kinachokuleta huku najua ni kitu gani. Ukishakuwa na ukishakuwa na hiko kitu na pia ukawa na hivyo vitu nilivyokwambia mm -hmm, nyuma kwamba ujasiri na uvumilivu. Hayo mambo mengine ni mambo ya kupita tu. Mambo mengine ni ya kibinadamu tunapita nayo na tu. Hakuna maisha, shida wala tatizo na maisha yanaendelea na kazi zako unafanya bila shida bila hofu. Hayo mengine tu mnayosikia kwa watu sijui kuwaliwa, sijui ni nini, vitisho vya kawaida. Ni vitisho ni changamoto tu za kibinadamu ambazo zipo sehemu zote, sio huku tu, tunazozipitia kila sehemu, wanazozipitia wenzetu kila sehemu pia, ni kawaida tu, ni changamoto ndogo ndogo na zingine tunazipita nazo hivyo. Nikuulize swali yeah. watu wanasema unajua, ukienda arabuni unateswa, unauawa. <coughs> kuona kuta kwa wengine nataka aje afanye kazi, lakini anaogopa kwa sababu anasikia watu huku wanaua wewe kabla hujataka kuja huku, hukusikia hizi habari za kuhusu kuuawa au nini, ambako ukajitosa kutaka kuingia tena kufanya kazi? Hukuwahi kusikia hizi habari mbaya mbaya, labda changamoto hizo? So mimi nimesikia, nimesikia. Na kama ukiwa na ukiwa na akili ya kuzifuatilia sana, hutaweza kuja huku, huwezi kuja huku kama ukiendelea kuzifuatilia sana, kwa sababu utazisikia na pia utaziona kwenye maklipu tofauti tofauti mitandaoni utarushiwa, utaona. Sawa, mm -hmm. Lakini kama kweli una hasira na maisha na una lengo na maisha na unahitaji kujitafuta mwenyewe ili ujipate. mm -hmm. Ni vitu vya kawaida, unaachana nazo na unajitosa, unakuja kufanya kazi kwa sababu hii moja. mm -hmm. Haya wanayosema kwamba ni changamoto, sijui unauwaliwa, sijui unateswa, Tanzania pia yapo Tanzania yapo na sio Tanzania tu, nchi tofauti tofauti nayejaa sijui wapi wapi, yaani Tanzania tofauti tofauti, hivi vitu vipo vipo. Kwa hiyo usiogope kuja kufanya kazi, usiogope kuja kujitafuta, kutafutia familia yako, eti kwa sababu ya hizi changamoto ndogo ndogo. La, la. La, la, la, la. Hivyo yeah. Nimefurahi sana okay, sawa mimi nashukuru wanatembea na minoti yani pesa zaidi. Wakisha kupewa sikukuu kwenye Idi umepata nyinjikangaliyani sikukuu ikipita, sikukuu watu wao wanatoa pesa kama hii mtu nakwambia, Idi mbaraka, Idi mbaraka unapewa hii ni dinari moja, naona imeandikwa moja kabisa, au kwa Kiarabu kuna moja imeandikwa moja. Hii dinari moja, hii ni elfu sita mia nane mpaka elfu saba Imagine ni mtu anatokea anakupa labda hizo mbili tatu nne tano, anakupa mtu goswako bwana, hii ni baraka kana nini, lakini kwa kwa kwa kwa hivaya. Hiyo, si watu wote wanapewa. Kuna wengine hawapati kabisa hata hii moja. Wewe ambaye hujapata kitu kibaya, wewe jali mshahara wako tu umefika mwisho wa mwezi umelipwa, na maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo ukione tabu sijapewa, watu wengine wanapewa. Hizi ndo hela jamani, riale za ki Kiomani, watu wana pesa nyingi hapa, nyingi, nyingi, nyingi, nyingi watu wamezipata. Haya, niko hapa na rafiki yangu kipenzi, kwa jina atajitaja mwenyewe pia. Akipenda kutaja jina lake sawa, asipotaja jina lake sawa, wewe upate kile atakachokizungumza tu. Nadhani kwa hii video utaona kuna watanzania wengi wengi tumeongea. Hii yote ni kuinspire wewe ambaye unaogopa kuingia amani. Wenda wewe ni single mother una watoto ambao unalea mwenyewe wewe kama mwanamke huna mume ulipiwa au umeachana lakini unaogopa kuchukua maamuzi kuingia arabuni kwa sababu gani za zile stori ambazo mnasikia watu wanaua wanateswa wanafanyaje nadhani utakuwa umesikia hapa leo tuambia mwingine anasema uwe jasili na uwe ni mtu ambaye anakuja kufanya kazi kitakachokutesa wewe ni kazi usijali ule mtu kuongea mwingine anakwambia mimi najua Sitaki kazi, nimechoka naona bwana anarudi, sababu huyu madam ananiita sana sipo, ananituma. Chapa ya nini? Umekuja ili utumwe, si ndio maana yake? Kwa hiyo ukubali kutumwa, kubali kufanya kazi. Wewe ni mtumwa wa miaka hii miwili, sio mtumwa wa milele. Yani ni mtumwa wa muda tu, unafanya kazi, unapokea mshahara wako, na maisha mengine yanasonga. Karibu tuambie, labda kitu ambacho nataka kumwambia mtu ambaye yuko Tanzania anaogopa kuja, labda hata wewe mwenyewe ulikuwa unaogopa zamani kuja Unaona, labda huku watu wanaua wanafanyaje? Unamwambia nini yule ambaye anatamani kuja, kitu ambacho ulichokiona huku kibaya na kizuri? Mimi kwa, kwa majina naitwa Teresia Dominiki, basi wengi mnanifahamu ma e, Omani ni pazuri kwa kweli. mm -hmm. Ukiwa na akili na ujue ni nini ulichokifata huku, Omani ni pazuri, unakuja unapambana na kazi zako kile unachokipata unafanyia malengo yako. mm -hmm. Kwa kweli ni pazuri, changamoto uwe mvumilivu tu. Na mvumilivu hata Tanzania unaweza ukawa mvumilivu ukapata vingi. mm -hmm. Na hapa pia un... kicha asubuhi unapambana na kazi zako, ikifika muda wa kupumzika unao unapumzika. mm -hmm. Hamna shida yoyote. Kama mimi binafsi Omani naiona iko vizuri kabisa mbele yangu. mm -hmm. Hamna shida yoyote maisha ninayoishi Omani ni zaidi na yale, yale ninayoishi Tanzania. hmm. kwa hiyo mimi siwezi nikasema labda na changamoto, changamoto kwa kweli sina na pia sizijui labda kwa wengine. unamwambia nini yule mtu ambaye anaweza kusema labda unavyoishi Omani unaona ni zaidi ya ulivyoishi Tanzania? ina maana kinachofanya uone ni zaidi kwa sababu unaishi kwa amani na unapata mshahara au ni nini, mchambulia hapo. hapa mimi ninachoona kwamba nina amani <laughs> Kwanza anafanya kazi zangu za kawaida tu kama zile ninazofanya Tanzania mm -hmm. Pia najua mwisho wa mwezi napata mshahara wangu mzuri tu naolizika nao mm -hmm. Tatu, labda kwa mahitaji yangu mimi mwenyewe binafsi stoi hela yangu mm -hmm. mm -hmm. Okay. Nasimamiwa na mabosi wangu kila kitu ninachokihitaji mm -hmm. mm -hmm. Kwa hiyo naona maisha ni mazuri, na wale wanaohitaji kuja Omani karibuni mbele yangu sioni changamoto yoyote kwa kweli, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna watu wanakuwa wanasema unajua, mimi sinunulii vitu na nini, naisha maisha magumu, najinunulia mwenyewe kila kitu, naona bora niache kazi mizuji. unamshaurije mtu ambaye hanunulii vitu kwa mfano? Huyo anaweza nikamshauri apambane na kazi, maanaake kama umefanya kazi, umelipwa mshahara wako, kujinunulia kitu kwa binafsi yako mwenyewe sio hasara. mm-hmm. Unatoa hela unanunua labda mafuta kwa hela yako, sio hasara, ni sawa na vile unavyokuwa Tanzania.